Allah amewakirimu wanadamu, hatuna ruhusa ya kukosea heshima mwanadamu. Na Rasul sallallahu alaihi wasallam, mkutano wake mkubwa aliyokuwa nao na masahaba, akiwa katika Hajjat Alwida, akiwa katika Arafa, amesimama mbele ya waumini, akawazungumzisha akawaambia, vitu vitatu vya mtu usiguse mwanadamu, wewe vitu vitatu, sikaribie damuhu wa maluhu wa irdhuhu, three things, keep away damu yake, mali yake, heshima yake. Kila mwanadamu ana haki ya kuheshimiwa. Usimharibia mtu jina lake, ukamsingizia amenirep, amenibaka, amenidhulumu dhulumu, ukampakazi ukampakizia maneno mabaya na majina mabaya bali hauna ruhusa kumharibia mtu jina lake. Watukufu Waislamu, katika social media watu huharibiana majina, fulani amenibia fulani ni mwongo fulani ni kadha, bali imefika level fulani, amenirep na watu wanamka na kuwasha moto, na kila mmoja anamsupport, wengine kusupport msichana, wengine kusupport kijana. Allah ametupatia mwongozo katika Qurani. Inapokuja habari za fitna, Allah asemaje? Ya ayuha ladhina amanu. Ikiwa we ni mumin, sikiza mwongozo kutoka Allah. Kama wewe si mumin, mwongozo huu haikufai, lakini kama wewe ni mumin, mwongozo tunaopewa na Allah, tunapopata habari tufanye nini? Allah asema ya ayuha ladhina amanu in jaakum fasiqun binaba'in fatabayanu

Wacha oh, niwaambie kitu kuhusiana na heshima ya watu fulani hivi fulani vile. You will never regret why you kept quiet but you'll always regret why you talked.